Aliyekuwa mtia nia ubunge wa jimbo la Mkuranga kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM, Wilbert Masanja amewataka Watanzania Tanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza kwenye mahojiano maalum, Masanja amempongeza pia mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan, akisema ameonyesha uongozi bora na kuendesha kampeni zenye amani, ustaarabu bila lugha za kigeni. Nilikuwa uh, ni, mtia nia katika jimbo la Mkuranga, katika uchaguzi huu mwaka wa 2025, lakini kwa bahati mbaya jina halikurudi ambo katika utaratibu wa chama ni jambo la kawaida. Wagombea mnakuwa wengi, chama kinaweza kupendekeza yoyote ambaye anakuwa anafaa kwa wakati huo na sisi tukamuunga mkono. Kwa mimi ni mwanasiasa lakini pia ni mfanyabiashara wa mazao na katika biashara zangu nazunguka mikoa mbalimbali, nimezunguka mikoa mbalimbali katika biashara mazao, na hatimaye sasa nipo mkoa wa Ruvuma. Katika mkoa huu wa Ruvuma nafanya biashara mazao kwa maana ya kununua mahindi, ambapo nanunua mahindi ambayo naenda kuuza mkoa wa Dar es Salaam na mengine kuweza kukoboa kwa maana ya kutengeza unga kwa ajili ya chakula cha wananchi lakini pia nauzia serikali kwa maana wakala taifa hifadhi ya chakula NFRA. Yeah, na ndio maana niko mkoa mkoa huko sasa. Na pongezi kwa kwa wagombea wote nchi nzima wa vyama vyote, wameonyesha mfano mzuri sana katika kampeni za, za mwaka huu wa uchaguzi, kwa maana wanaendelea na kampeni ambazo zina zinadili na kitaasisi na sio uh, udini na personalities. Sasa, personalities inamaanisha wananadi sera zao na ahadi zao za ilani ya vyama vyao, na sipo pasipo kumtukana mtu kumkejeli mtu au kusababisha vurugu ambayo itaathiri shughuli za kibinadamu kwa wananchi wengine. Kwa kweli huu umekuwa mfano ambao wanajua ni mfano wa kuigwa hata kwa nchi zingine za Afrika Mashariki na Afrika Kati na dunia kwa ujumla, kwamba nchi yetu inakuwa ni nchi ya mfano ambayo inaendesha kampeni zisizo na vurugu yoyote, na wananchi wanakuwa wanaposikia mkutano wanaenda kusikiliza, maana wanakuwa na uhuru, wanakuwa na amani, wanajua hapa ni muda wa kampeni, hakuna vurugu, hamna nini. Kwa kweli mimi nimefurahishwa na kampeni hizi na sikutarajia kama zingekuwa ni kampeni nzuri kuliko miaka yote. Kwa kweli napenda kuwapongeza uh, tume huru ya uchaguzi lakini pia na serikali ya daktari uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi mzuri na kutuwekea utu wa mtu kuheshimiwa. Kwa kweli uh, nampongeza sana Mheshimiwa Rais wa serikali yake. Kampeni hizi zimekuwa ni kampeni za mfano ambazo hazijawahi si, kutokea na wananchi wote wanakuwa huru kwenda kwenye mikutano, na hii ikawe ndio desturi ya nchi yetu kwa ujumla hata kampeni zijazo wa, wa, wa, wa, wa, wa, waige hii kwa kweli Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi wa kuigwa lazima tumpongeze. Lakini tumeona amefanyika tena amefanyika katika kiwango ambacho hatukutarajia. Na sasa hivi watu wanaona wananchi wanatumia SGR, mimi natumia SGR masaa matatu kwenda Dodoma. Kwa kweli CCM ikiahidi inatekeleza. Tukiangalia SGR, tukiangalia ujenzi wa mashule katika ilani iliyopita, uh, iliahidi na kweli kulikuwa na mradi wa COVID ambao daktari Samia Suluhu Hassan alijenga mashule mengi katika ule mradi wa, wa Covid na, na hakuna tena wanafunzi ambao wanashindwa kuchaguliwa kwenda kuendelea kwe masomo ambao wanatoka darasa na la saba kwenda sekondari, ambao wanaanza watu wote wanapata. Kwa kweli, kuna kwe mabadiliko makubwa sana kwa. Napenda na, na, na, na, na, na, kusema system ikiahidi inatekeleza. Tukiangalia katika katika ilani iliyotekelezwa kwamba tutanunua tuta ndege na kweli kweli, serikali ya ya ya, ya, ya, awamu ya tano na ya sita imeweza kununua ndege za kutosha, na kila mtu anashuhudia kila mtu anashuhudia, wala sio wala sio simulizi. Tukiangalia katika uboreshaji wa minobili kwa maana ya bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao tuliahidi katika ilani iliyopita limetekelezwa na limetekelezwa katika wakati mwafaka <clears throat> pasipo usumbufu. Tuliahidi kwamba wananchi wote mazao yao yatanunuliwa na kweli, tukiona mpaka sasa hivi NFRA ambao ni wakala wa hifadhi ya chakula unanunua, unanunua mazao na hakuna mwananchi ambaye anahangaika na, na soko la mazao. kwa huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nataka kusema kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba system inatekeleza na kila mtu mmoja wetu anaona kwa namna gani system inatekeleza kwao katika ilani hii. Pia naomba tu kwa pamoja tukiamini Chama cha Mapinduzi kwa ilani ambayo tunaenadi sasa hivi itatekelezwa ipasavyo, na ndio mimi na imani kubwa sana Chama cha Mapinduzi. Asante. Ah, tarehe ishirini na tisa imebaki siku chache kufikia, tunakwenda kufanya uchaguzi mkuu. Neno lako kwa wananchi nini kifanyike? Ah, asante. Tarehe 29 Oktoba 2025 ambayo ndio siku muhimu mimi uh, nitoa rai kwa wananchi kwamba siku hiyo tujitokeze sisi wananchi wote kwa wingi kwenda kumpigia kuwapigia kura wagombea wote, kwa maana ya rais wa bunge na madiwani. Na siku hiyo ni siku ambayo itakuwa ni ya kihistoria, kwa sababu sisi wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kuweza kuiweka serikali yetu madarakani. Sasa kila mwananchi atakuwa atimiza wajibu wake wa kwenda kushiriki kuhakikisha kwamba anaweka serikali ambayo anaitaka madarakani, ili kusudi maendeleo akayapate pasipo yeye kujutia. Na na rai yangu tu kwamba wananchi wasisite, nchi yetu ni nchi ya amani, wananchi wote wanaishi kwa amani hakuna kizuizi cha aina yoyote, watoke asubuhi na mapema, wakafate taratibu katika upigaji wa kura, na kila mwananchi apige kula kwa uhuru. Baada ya kupiga kura arudi, na ndiyo utamaduni wetu sisi. Jambo la kupiga kula ni tamaduni katika utamaduni wetu, huwa halina hofu. Miaka yote tulikuwa tunapiga kura kwa upendo kwa furaha, na tunapata mgombea wetu kwao, namwombea kura za kutosha Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna kuna kuna kundi la watu wachache ambao hawana hawana upendo na nchi yetu, na wengine hawapo nchini uh, ambao wanapotosha sasa. Uh, nipende ni, ni kusema tu kwamba Watanzania ni, ni watu wenye akili, wanaelewa na hilo na sio jambo la kwanza kutokea. Wamekuwa wakifanya zama, ila zama nyingi na ndio wale chanyuma, wale ambao walikuwa wanapotosha kipindi cha nyuma ndio hao wanapotosha kipindi hiki. Sasa hizo ni jitihada ndogo tu ambazo haziwezi kuwapotosha Watanzania. Kwao Watanzania na vijana kwa ujumla, wapuuze wapuuze, kwa sababu hii ndio nchi yetu sote na hatuna nchi nyingine tena. Kwao tukileta uh, vurugu yoyote katika nchi yetu, hakuna namna ambayo tutakimilia watu kwao. Hao ni wapotoshaji na kama mtu kweli ambaye anajiamini kwamba ana, ana, ana, ana, yuko mstari wa mbele katika kuwapotosha aje nchini, asibaki kule kuweza kutuma ujumbe na kadhalika. Tunaamini katika nchi yetu ni nchi ambayo ina misimamo, ina amani na ina ulinzi wa kutosha, kwa hakuna raia yoyote. Mimi niwatoe rai vijana, niwatoe rai vijana, hizo ni propaganda za mtandao tu ambazo wala hazina madhara yoyote katika taifa letu wakuze wa, wa, wa, mitandao wajitokeze wapiga kura. Mwandishi, uh, bila kusahau kuna ile ambayo linaendelea naona kwenye mitandao watu wa, wanalalamika wana, wana kwa maana ya watu kutekwa. Unavyomwona mtoto wako anapotoka, wewe mzazi ndio mtu wa kwanza kuweza ku, kumkanya kwa maana ya kumkanya, kwa sababu mi naamini kila mama unayemwona au kila baba unayemwona ni mama wa mtu au baba wa mtu. Haiwezekani mtu ukamwona anamtukana ana, ana, ana mtu mtandaoni, lakini mzaz mzazi unaangalia tu bila kumkanya mtoto wako. Lakini sasa uwezi kujua, unaweza kumtukana mtu mtandaoni, lakini yule mtu asiwe na uelewa wa sheria, akajichukulia sheria mkononi, au mtu akamteka akafanya nini. Basi ikishatokea jambo kama lile, jamii inakuja na mama anakuja kulaumu, kwa mtoto wangu afanya nini, ametekwa kumbe ili uwe na amani, amani inaanzia kwa kwako mwenyewe. Mfano, na, Ruvuma, kwa mfano, labda mimi nipo hapa Ruvuma kwa maana kufanya biashara za mazao, alafu nikaenda nikaiba mazao ya mtu mwingine. Yule mtu ambaye nimemwibia mazao, je? Mimi binafsi nitakuwa na amani katika mkoa huu? Maana nitaishi kwa wasiwasi. Tayari au amani ya mtu mmoja mmoja ndio inaweza kaathiri amani kwa, kwa, kwa maana kusema kama sasa huna amani mtu anaweza kateka. Unaweza kateka na mtu ambaye amemkosea. Lakini watu wakajumlisha kwamba serikali inateka au mtu anateka whatever ko wewe mwenyewe katika maisha yako, katika mazingira yako, ishi kwa kuishi vizuri na jamii yako, usimkwaze mtu yoyote, usiibe vitu vya watu, kwa maana uwezi kujua atachukua sheria. Japo tunatambua kwamba uh, jeshi la polisi nahimiza usichukue sheria mkononi, na ndio wito wa raia uh, wote na watanzania wote kutochukua sheria mkononi, lakini na sisi tujitahidi, kwa maana kuna ambao hawana uelewa huo, ukawaibia fedha zao au ukafanya dhuluma ya mali zao au kawatukana watu mtandaoni, lakini mtu akajitokeza akakubeba kule kijijini kule, unanunua mahindi ukapotea, utasema serikali imekuteka, kumbe sio kweli right. Kwa hiyo natoa rai tu kwamba ili uwe na amani ya mtu mmoja mmoja, na wewe tafuta mazingira mazuri ya kuweza kuishi na jamii yako. Amani yako unaweza kuipoteza kwa sababu, mfano, jeshi la polisi tajuaje kama wewe unagombana una mtu ambuye mahindi sipaka ukaripoti. Sasa kama hujaripoti watajuaje? Kwa sasa sisi ili mambo hayo yaweze kutoka na kutoweka na, na, na, na, na, na, toa ushauri kwamba kila mtu aheshimu utu wa mtu.